Media. Dugu wananchi wa kata ya Sigiri. Elimu ni ufunguo wa nini? Dugu zangu, mimi Sigiri shule ya msingi ndio shule ambayo nilijifunza kusoma na kuandika. Tulikuwa tunakaa chini wakati huo. Au mnakaa kwenye madawati ya matofali ya tope. Lakini leo hii nilipata kutembelea shule yangu hiyo nikakuta changamoto bado iko ingile bado wanafunzi wanakaa chini. Kitu hicho kilinumiza sana, na moja ya sababu kuu iliyonifanya pia nichukue fomu ya kugombea ubunge ni pamoja na ile tatizo. Ni tatizo ambalo lilinigusa, sababu mimi nimeshiriki, lakini pia bado watoto wetu na wadogo zetu bado wanashiriki nitahakikisha kuwa mwaka 2025, 30 hakuna mwanafunzi ndani ya jimbo la Bukene, iwe shule ya msingi iwe sekondari, anaenda shuleni anasoma amekaa chini. Tumeenda sehemu mbalimbali, tumeenda kuhutubia kuomba kura, kata za Semembera, kata za Mambali. Kufika kule tumepita mapori mengi sana hapa katikati tutaongea na watu wa serikali, tutaomba watu kwa utaratibu, sisi tukavune magogo wenyewe kwenye mapoli yetu, tutengeneze madawati kwa ajili ya watoto wetu, kwa sababu anayekaa karibu na ziwa Victoria, yeye anaamka asubuhi, anachukua ndoano, anaenda kuloa pale, anakuja anakula sato, kwa ananufaika na rasilimali iliyoko jirani yake na sisi mkoa wa Tabora tunaongoza kuwa na mapori, kwa hiyo kabla ya watu wengine kufaidika na mapori yetu lazima tuwe watu wa kwanza pia kufaidika kwa kuvuna magogo na kutengeneza madawati kwa ajili ya kuinua elimu ndani ya jimbo la Bukene na ndani ya wilaya yetu zote. CCM oyee! CCM safi! Kwa hiyo ishu ya madawati hiyo tunaenda kuifuta ndani ya shule zetu zote za sekondari pamoja na shule za msingi, lakini tunazo changamoto za upungufu wa walimu, tutahakisha pia tunaongeza upungufu au ukosefu wa maabara kwenye shule za sekondari. Shule za sekondari yetu hapa ya Sigiri, tutahakisha pia zinakuwepo, na bahati nzuri mimi pia ni mtoto wenu, nimesoma masomo ya sayansi, nafahamu umuhimu wa maabara Ntahakikisha kuwa shule yetu ya sekondari Sigiri inakuwa na maabara zote tatu pamoja na vifaa vyake: maabara ya biolojia, maabara ya kemia, maabara ya fizikia. Fizikia oye! Ndugu <tutu> wananchi, tutahakisha pia tunakuwa na vitabu vya kutosha <tutu> pamoja na kompyuta na mashine za kutolea kopi kwenye shule zetu. Tafadhali Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.